Uchunguzi wa awali baada ya tukio hili kutokea ndipo ilibainishwa kwamba e, hili tukio sasa linahusishwa na imani za shirikina ambapo Seven Kipara na Jifaru Kipara ambao wote hawa ni watoto wa bibi ambaye anaitwa e, Kweji Rugen mwenye umri wa miaka sabini na tano wanadai naona mtuhumu mama yao kuwa ni mchawi au ni mshirikina ambaye ameua wadogo zao pamoja wa na watoto wao wa. Sasa kutokana na imani hiyo ndipo walipanga njama ya kumuua, kwa hiyo walitafuta watu au walikodi watu kwa ajili ya kuja kutekeleza e, tukio la mauaji na hawa walitoka katika mkoa wa Lindi. Na hao watu ambao ni, ni walifanya, walikodiwa ni tambi deusi pamoja na shija na walifanya hivyo kwa makubaliano ya kulipwa shilingi milioni tano. Juni tarehe nane 2025 Tabi Deusi mwenye umri wa miaka 39, mkazi wa Kilwa Masoko, mkoa wa Lindi, na Shija walifika eneo la mji mdogo wa Mbalizi ambapo walipelekwa na mwenyeji wao ambaye ni huyu Seven Kipara, ambaye aliwapeleka kulala sehemu kwenye nyumba ya kulala wageni, na hii nyumba iko katika mji mdogo wa Mbalizi hadi Juni kumi ndipo mwenyeji, mwenyeji wao aliwaonyesha mazingira na kuwasomesha hiyo uh, ramani nzima ya pale nyumbani kwao ambapo mama yao, mama yake anaishi. Ilipofika tarehe kumi na tatu Juni majira saa tatu na dakika tano ndipo walipoweza kutekeleza eh, tukio hili kwa kuenda nyumbani kwenye mji huo wa huyo mama muhanga, na walienda hadi nyumba hiyo wakiamini kwamba yule mama watamkuta na kweli walipofika, wao waliamini chumba alichokuwa wameonyeshwa yumo, na ndipo walipoweza kufyatua risasi na matokeo yake zikamjeruhi huyo mtoto Sinzo Jifwalo na kisha watuhumiwa kutokomea. Kwa hiyo baada ya mahojiano, mnamo tarehe 15 mwezi wa Juni mwaka 2025 majira saa moja za jioni, huyu Deus uh, aliwaongoza askari polisi kwenda kuonyesha maficho walikokuwa wamewekwa, ambapo inasadikika pia mtumio mwingine wa pili alikuwa amejificha maeneo hayo, na pia walikuwa na vitu vingine walivyokuwa navyo ambavyo ni silaha na risasi. Na baada ya kufika eneo hilo lenye korongo na vichaka, ghafla mtumiwa alikurupuka na kuanza kukimbia, na ndipo askari waliweza kufyatua risasi hewani zipatazo tatu kwa ajili ya kum taka asimame, lakini akuweza kutia mbio halali ya kusimama. Matokeo yake mtuhumiwa huyu baada ya kukaidi, ndipo alipigwa risasi moja mguu wake wa kulia, lakini haikumpata vizuri na ndipo walipoendelea kukimbizana naye, hatimaye ilimpata risasi sehemu ya, ya ya mguu tena na akaanguka chini, na baada hapo akakimbizwa katika hospitali ya ya hospitali teori ya efisi kwa ajili ya kupatiwa matibabu, lakini kwa bahati mbaya, wakati anaendelea kupata matibabu aliweza kufariki dunia. Kwa hiyo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea pia na msako dhidi ya watumiwa wengine ambao wametajwa na huyu mtumiwa, ili tuweze kupata mnyororo mzima wa wale wote walio eh, husika katika kwanza kutengeneza silaha hii na pili kujua hizi silaha wamepata wapi na risasi wamezipata wapi, lakini pia kufuatilia eh, matukio mengine ambayo tayari wamekiri kwamba walikuwa wamekwisha yafanya.